Koma. Huyu hapa si mwingine ni Salim mwanangwa wa Ahmed, mshititi wa lugha aushina adhimu ya Kiswahili. Naendelea kufurahi sana unavyoendelea kulambaza nami leo katika mradi Koma. Bwana, nipo na manguli hawa mahodari eh, wanawake waliokuwa wamekamilika <laughs> eh, wanatanga hawa eh, karibuni. suadakta. suadakta. Karibuni. Asante, asante au ninyi ndio mnikaribishe mimi mgeni wa jiji? Jiji mgeni mm. <laughs> Bikidude aliambiwa karibu siku moja, marehemu Bikidude aliambiwa karibu akasema, nikukaribishe wewe mgeni wa jiji. Jina kwa haraka, naitwa Blandina Lukindo, Blandina Lukindo. mm. hey. Jina lina linashabiana na na wajihi wako <laughs> <laughs> hey. odo Mi naitwa Mwantumu, mm. aka malkia wa huba. Eh, maanake mm. huba unalijua kulichakata na kulihadithia. kupita maelezo ya dunia <laughs> eh, mm. nalipo na, na, na, pia huba mm. au halipo unadio kulihadithia. mimi nija tele eh. waambiwa ukiambwaga biga mchuzi kuuchocha <laughs> <laughs> Hebana, tuko katika mwezi wa Ramadhani. Kabla hatujaingia mm. katika mradi Koma kwenda kudadavua mawili matatu, kuwajuza mambo ambayo watu hawajui wa, lakini kama walikuwa wanajua ni kwanza kuwaongezea ujuzi kidogo. mm. tuko katika mwezi wa Ramadhani. kuna kitu hichi ambacho mimi naomba tukijadili kidogo, alafu tuendelee kwenye upande wa kualikana, hii mialiko hii, watu wanaalika watu wenza wao kwa ajili ya kuwafutarisha kuna sehemu ambayo wanakosea bila shaka, namna ya watu wanaoalika watu ambao tayari wanajiweza kwenye riziki. Wako watu ambao wanataraji wangepata chochote, hawaalikwi wala hawapati hicho kitu. Hebu eh, tujadili kidogo alafu tuende hapo. Mimi mm. mm. ninavyoona kwa faida ya Waislamu mm. ambao wana riziki mm. na wenye pesa kuna mm. wenye pesa na wenye riziki tuangazie vijiji, sehemu za mbali, watu za mbali. Watu wenye uhitaji yeah. Hata kwenye dini mm. imezungumza kwamba ukitaka kufuturisha futurishi mtu mwenye uhitaji, yani peleka ile sehemu inayohusika, yani gonga mahali panapotakikana na utalipwa thawabu Utalipwa, mm. Alafu watu o, o, o, ki, wakialikwa kufutari wanazungumza wana kwamba bwana, tizama vitu vya kuchimba visiwe, visiwe vingi vingi, vya kuchinja <laughs> ndio viwe vingi sasa. <laughs> <laughs> ukute labda kwake vya kuchinja ndio vingi kuliko vya kuchimba sasa, mm. Ukienda kumwalika mtu kama yule, kidogo itakuwa sio kitu kizuri. Alika watu ambao wana uhitaji, watu ambao hawajui futari kwamba itakuwaje jioni. Mtu akiamka asubuhi haelewi maisha yake mpaka jioni yatakuwaje. Kuna watu wapo hata mmjini wapo wenye hali ngumu mm. Ukitaka kuwafutarisha watu bwana, wafutarisha watu wenye uhitaji ili upate hizo thawabu, yuthibu fa'iluhu yes. imtithalan fa'al mtithalan ka ujuban qad ulifa. Hizo ndio thawabu ambazo wewe utazipata kama utakwenda vile ambavyo inatakikana. Usimute mtu ambaye yeye amejikabilisha, akija anashikashika vitu vinatupa, kwanza ni israfu. Hakuna kitu kibaya kama unafuturisha watu alafu, kukija watu kwenye geti ambao wana uhitaji, wafungia mlango, ambia we huwezi kufuturu, una kadi ah. Na ikiwa watu wenye uhitaji watakiwa waitu waji wafuturu Al alafu, wakisha kuondoka hmm. Chakula kilichobaki una unamwaga, unamwaga hmm. Wewe wafuturisha watu waita wasanii au wafuturisha watu waita matajiri hmm. Kusema la ukweli, lazima tutafute fadhila za Allah vijiji yeah, vingi vina uhitaji mm. Kuna watu hapa hapa Dar es Salaam wako Mbagala, nani wana nani wanauhitaji. Matajiri Mbonyo, mpo Dar es Salaam matajiri? <laughs> mpo <laughs> na <moja> magari <laughs> mnaweza kwenda kufata kwenda kwenye vituo yeah, au kwenda kwenye maeneo ya watu ambao wana uhitaji mkawajaza watu kwenye magari mkawaleta mkaja mkawafuturisha mkawarudisha, fadhila kubwa si? Sana hey. Hi, hivi inakuaje kama umewajaza watu kutoka Mbagala na magari ukawaleta kwenye kufutari, alafu ukawakimbia? Ni fadhila kubwa sana, ukawakimbia, ukawakimbia, ukawaacha warudi wameshiba. uh, ah, ah, si yani, u... yani wa wanakuja na na kuja chuma kuja chuma kitu sawa sawa uh, Leo nataka tuzungumze katika huu mradi Koma tumerambaza kidogo hapo na mm. bila shaka wametuelewa kabisa. Lakini nataka tuzungumze kidogo kwa mm. kwenye mradi Koma kwamba kwa nini kwenye mahusiano mm. e, kwenye wanandoa wengi au watu wenye mahusiano kabla yaujaingia kwenye, kwenye ndoa mm. kuna mauaji mengi sana, watu wanauana kwa roho mbaya, kuchinjana. E, mtu anamchinja mtu mwenzie na mwenzi wake anamchoma kisu, hii e, ni kwa nini? Ukatili wa kijinsia eh, tunazungumzia hapo eh. Ukatili wa kijinsia kwa sasa hivi mm, ukiingia kwenye mitandao mm, utakutana na ukatili, aidha utakutana na ukatili wa kwenye ndoa, aidha mm, utakutana na ukatili wa watoto mm, utasikia mtoto fulani kalawitiwa mm, mwingine kalawitiwa mpaka mm, amekufa mm ama mwingine kampiga mke wake kwa sababu ya wivu wa mapenzi, au kammuua mke wake kwa sababu ya shilingi elfu tano mm. Yani kuna vitu vidogo vidogo elfu tano eh elfu tano tu mm. mtu kamuua mke wake. Na hiyo yote kuna kitu kimoja, zamani kabisa nilisoma kwenye mtandao zamani, kama miaka minne mitano imepita mm. kuna nchi fulani nafikiri ni Japan mm. ni hizo ni nchi za Asia mm. Walisema wao hawaruhusu au hawakubali watu kuingia kwenye ndoa kabla hawajapimwa akili. hmm. Kuna watu kumbe wanaingia kwenye ndoa na akili zao, akili zao eh, kidogo mwafafu mwafafu kitunguo <laughs> <laughs> kidogo vitu havijakaa sawa <laughs> mtu anaingia kwenye ndoa kwenye ile nchi. Mimi nilifurahi sana lile neno, nikasema hili kidogo hata lingekuja huku kwetu. hmm. E, wakina ba, Bakari wakapimwa akili kidogo hii <laughs> ambayo tumeizungumzia hapa, ukatili kidogo, labda Mge ungepungua mbua. kwa kiasi fulani kwamba mi najua naingia kwenye ndoa na mtu ambaye kidogo akili zake haziko sawa. Mwingine anafanya kujisifia kabisa, oya, mi uniwezi, mi uniwezi kabisa, mi nina cheti cha Mirembe. Mwingine anajisifia anajisifia hivyo kwa mke wake ambaye kamuoa mwenyewe kwa upendo wake kitu ambacho sio kizuri. Hii roho inakuwa ina ukasi kiasi gani mpaka unafikia unamuua mumeo au mkeo? Mimi kitu ambacho nimekiona kikubwa sana kwenye hili hmm, mara nyingi utayari na maisha, saa nyingine mtu katoka huko alikotoka, hmm, labda riziki imekuwa iko chini hmm, alafu umekuja, umekuja nyumbani hmm kile alichokuachia ni kidogo sana, ategemea akija, labda atakuja kuta chakula kimepikwa kizuri, at least aje akuta chakula umekipika kibichi au kina chumvi, akiangalia karudi kiengene. mifuko mitupu, ana kitu <laughs> au kaache elfu tano alafu akuta na biriani, lazima hey. alete decision <laughs> lazima alete decision <laughs> mimi nafikiri sana ni utayari na wivu kwenye mapenzi wivu kwenye mapenzi ndio unasababisha vitu vyote hivyo. Kwani wivu si ndio mzuri jamani. Jua uki... wivu ukizidi hmm. ni mtihani mkubwa sana kwani wivu ni suna lakini ukizidi. Wivu ndio unampenda mwenzako. Wivu ukizidi ni mtihani amini usiamini ndio mm. uchome kisu mtu watu wangapi wamekufa umesikia kwamba kakitwa kisu kwa sababu kakutwa na message ya mwanamme au kakitwa kisu kwa sababu kakutwa na jamaa. Hujawahi kusikia? Ni kwa sababu gani? Na message ni, ni wrong number. Hey. Kwa sababu gani? Message yake ile. Ni wivu wa mapenzi. Yeah. Mtu akijiangalia hali yake yeye ni Zofia. Alafu wewe kakuta message ya mwanamme labda ni bosi. Let's say ni ni bosi wake wa kazini. Eh. Yeah. Wewe unategemea kufanya nini? Yeye hey, mwenyewe ana maisha. Na yeye ana maisha. Pangu pa <laughs> <laughs> kavu tia mchuzi. Yeah. Wewe malikia binafsi yako E, kwa umri uliofikia au toka hapo I, ilikuwa inawezekana ukamchoma uka, uka mwenzako au ukamdhuru? Mi kwa mapenzi nilionayo siwezi. E. Na mapenzi makali sana <laughs> siwezi kumchoma mtu kisu, atamuumiza <laughs> E. Mtu kwa huba tu siwezi. Yes. <laughs> Waweza mtuliza mtu kwa huba, inawezekana hub. E. Mm. E, psikolojia mm, yake paka ikakaa sawa vizuri, e. Kama alikuja na cheti cha Mirembe mpaka atakichana <laughs> waweza kumwambia maneno akatulia yule. Si maneno hmm. Na vitendo tu na vitendo pia. Hey, unamwambia maneno, kuna nadharia na vitendo. Hey, hey, hey, sasa unampa vyote nadharia na vitendo mpaka akae sawa saikolojia yake iwe vizuri mpaka atasema mimi. Hey, sasa kuna wengine wanaoa wanakutana huko nao yule saikolojia yake haiko vizuri. Hmm. Na yule saikolojia yake haiko vizuri, kila mmoja mwamba, kila mmoja hey, mwamba ana, ana, re, ana he, he. Sasa unafikiri kuna nini kitakachotokea? kita na kuna mwingine ngoja, nikesawa hiyo. Anakuwa saikolojia yake iko vizuri vizuri tu, hana tatizo lolote, lakini mume anapokuja ana skendo. Wewe ukiwa kama mke watakiwa umtulize kwa maneno mazuri. Mume kashakuja na kidhibiti, alafu wamwambia nipige kama mwanaume kweli, niguse uone wewe wategemea nini? mtu atakukita kisi mtu ana hasira mpeti peti, mshushe pressure hivi, mume wangu, kwa akili yako mimi naweza kutumia na message na wewe mkicha, yaani nikuache wewe, mume wangu, ne kupenda, tumeoana tuna miaka ishirini. Leo hii niende kwa huyu mpumbavu, haiwezekani. Mume wangu, tuliza pressure, nitakuwa disi, nitakupa story yeah. Imekuwaje mpaka hii message kaingia? mtu anatulia, mtu anatulia, asubiri usiku ufike. Yeah. umweleze vizuri, na maana pale hasira imesha Wakati... pale pale mtu kaja na hasira kashika kisu, ataka kuchinja, wamwambia chinja, wamwekea kifua, wategemea atakuachia? Lazima kuchinja. Yote kwa yote tutazungumza mm. Hapa mpaka asubuhi mm -hmm. Gabo mm. Lakini afya ya akili, afya ya akili, yaani tutazungumza kote. Afya ya akili ni muhimu sana kwa kila mtu, kwa kila mtu iwe uko kwenye ndoa, iko uko kwenye mahusiano. Kwenye afya ya akili unaizungumza sana vipi? afya ya akili yangu nyumbani. Hey, sawa sawa, afya ya akili iko <laughs> <unda wanani. laughs> <laughs> <Mejua blanga ka. laughs> Ah, medula eh. Unajua ni kwa nini Gabo, mimi nasema afya ya akili eh? Kwa sababu kuna watu kama hivyo nilivyokuambia, mm. Kuna watu wa, wanaoa lakini akili zao haziko sawa, au mtu yuko sawa tu, lakini kaamua kwamba kumwonyesha mke wake maumivu, mm, au kaamua kumwonyesha mume wake maumivu. Afya ya akili pale inavurugika total. Mume wangu eh, eh ana mchepuko labda let's say ana michepuko yake miwili au ana mchepuko kamjengea, ana mchepuko kamnunulia gari. Mungu amuepushie shemeji yake. <laughs> <laughs> na tuseme Amina. Hey, Amina Amina kubwa. hey, Amina. Amina. Hey, hey. Amina. Lakini kusema la ukweli, afya ya akili kwenye ndoa, wana ndoa wengi afya zao za akili haziko sawa, mi nakwambia Gabo, ukichunguza nyingi. Na kwa sababu gani afya ya akili inakuwa haiko vizuri? Yote imebebwa na upendo. Upendo ukipungua kwenye ndoa, afya ya akili lazima iyumbe, narujwa Hey. <laughs> hey, ruju wa pia, <laughs> ndio inofanya pia afya akili iyumbe yu yumbe. Mm. Kama una ruju we, ah, wewe mapenzi utatoa wapi? Ah. Ruju wa wewe umpi mke wako eh, umpi matunzo mke wako, ama um, umtunzi mume wako. Afya akili itakaa sawa, yeah, kwa mumeo yeah, au kwa mke. Au mume aondoka asubuhi ya kuachia buku mbili. Hey. Anamwambia mamake fanya, fanya maarifa wewe, afya akili itakaa. Alafu, anataka chakula, mimi nitakuwa na afya akili. Ah, nitakunulia kunde. Unaona <laughs> huyu <ujia> jamaa <maho>, vipi? <laughs> yaani anayekia <laughs> 2000 alafu ataka nifanye maarifa. Hey. Maarifa gani? Alafu ukikuta kwenye simu yake kama mchepuko a, a, a, a, milioni mbili, milioni tatu, mi kanikaniga shilingi elfu mbili nifanye maarifa. Kwa hiyo neno la kwamba fanya maarifa, anakufundisha ufanye na vitu vingine, ndo afya ya akili sasa inapokuja hapo masokoni kwamba Aautaheaa ni. Ni yeah. Cheke cheke niongezewe nyanya mbili badala ya nyanya <laughs> <laughs> Mwantumu na Gabo yeah. Alafu kuna wanaume wa so, walokosa haya mm. ambao wao kiogope pia hawana umeshaacha familia yako mwanamke ika mwenyewe anavyojua kapika kuku na wali eh, wewe ukifika, weka kiduva na pakua kwenye sahani, wajijazia mbenju, unakula hivi, huoni hata aibu? Afya ya akili ndio inapokuja hapo sasa, Gabo. Na hiyo ndio maana oh, ndio kwamba kwamba kwamba leo kacha elfu mbili eh, kakuta kuku kuku, hey, eh, kajijazia kajijazia, hey, kwenye sani na sani ki, nga? na kibiongo kajitengeneza na kibiongo namna hii, alafu kesho kacha elfu mbili kakuta muogo hata nazi hauna, anataka kuanza kuongea sasa. Afya ya akili ndio inapovurugika ah, hapo eh, sasa basi tarudi kwako. Mimi nashukuru sana kwa namna ambavyo tunajaribu kuendelea ku, ku, kulidadavua na kulielezea ili liweze likae vizuri lakini pia uh, kwa taarifa za, za jeshi la polisi eh, mkoani Mwanza imeripotiwa kama watu kumi na mbili mwaka jana. Yaani maanake Januari mpaka Disemba mwaka jana 2024 jeshi la polisi liliripoti kwamba watu kumi na mbili waliingia katika janga hili ambalo tunalijadili hmm. Ukatili huu wa kijinsia kamuua mke mke, kamuua nani na, na vitu kama hizo lakini pia linatija ukizungumzia ule mpango wa mkakati wa kutokomeza ukatili wa kijinsia mwaka 2023 20 i eh, lilikuwa limezungumzwa sana hili na limewekwa vizuri, na ndo maana sisi tunaendelea kulilambaza ili watu waweze kupata maarifa stahiki mm, kwa sababu ikiendelea zaidi kuna sehemu itafikia tutaulizana, ikiendelea zaidi kuna sehemu itafikia kila mmoja atakosa kumwangalia mwenzake usoni mm. Sasa tunalifunga tuna, tuna vipi? Nini kifanyike? Na hapo mm. umesema ni watu 12 Mwanza. Hiyo mm. ni Mwanza, tuna eh, mikoa mingapi katika Tanzania? Mm. Ina maana ukatili ni mwingi mno mm. mm. kupita maelezo. Ifanye kumi eh, na mbili mara mikoa iko 30 na 12 mara 30 na manake taifa linateketea hilo, mm. kupita maelezo, mm. kupita, maelezo. Mm. Kupita, maelezo. Kila kukicha N nini kifanyike? Kwa maono yangu mm. Malkia alizungumza neno mwanzo, alisema utayari mm. kama ikiwa wewe baba unasikia baridi, naona umejifunga. Hapana, wala sisikia baridi, baridi mimi, hii umi. hali hey, ya hewa tu ya hiyo mada Mami. imenifanya nimekuwa kama imekuwa mpole. Eh, mpole sana you know why? I know. Footage unajua <laughs> kama mtu hauna utayari wa kuingia kwenye ndoa, kwa sababu ndoa ni maisha mm. Tusidanganyane wala tusiambiane, sijui ndoa sijui nini nini, unaingia na kutoka sijui mm. kwenda kuangalia mkato wa chumba, hapana. Ndoa ni maisha, ndoa si kuangalia mkato wa chumba e, si kuingia tu elelelele, kosea, nimeingia. mambo yote usikosea hapo. E, nimeingia kwenye mawio tena nimecheza pale mm. na Bahamadi mm. nimetoka a -a. Ingia kwenye ndoa, fanya maisha na mumeo Ndeo. fanya maisha na mkeo. kama hauna utayari, hakuna ulazima, kaa nyumbani kwenu, kula kunde, tulia. kwenye kwenye swala la mahari, ikishatoka mahari mkaja vije na vyeti kwamba kapimwa akili, tuongeze eh, tuongeze tujalize cheti hapo, tujalize tujalize, kapimwa huyu <laughs> mimi, mimi nilichokiona yani, tujitahidi Watanzania kulipigia hili jambo kelele kwenye midia tofauti tofauti, na watu wengine nao wafungue midia kama brother Gabo ulivyofungua wa midia, watokee na watu wengine wafungue midia, waongeaji, tuongee tupaze sauti, tuseme na watoto wetu majumbani. Yanaumiza, yana, hey. Yana sana haya hey. Tuseme w na watoto wetu majumbani unapoona umeolewa kwa sababu huwa siku zote kwenye ndoa mwanzo mzuri, mwisho ni mbaya. Unapoona umeolewa kwenye ndoa, mume kila siku akija, takuua mimi takufanyizia, iko siku yako, au kila siku wapigwa, kila siku wewe ni bwabu ndugo, ukishaona wapigwa kila siku, rudi nyumbani, usisubiri mpaka siku kuje kutokea matukio kama haya. Na matukio mengi haya yanatokea kwa ajili gani? Siku zote mtu unapopata manyanyaso, mateso na mume, maneno ndani ya nyumba ni e, tishiwa, nikukatishe, kuna watu wanakuwa na makubwa mpaka baadaye akisema kwenye familia watu nashangaa yote hayo linyamaza kimya, wewe na kuna na... kitu kinachoumiza Gabo mm. kama kufumbia fumbia, maana sisi wanawake tuna tabia twajifanya tuna vifua vikubwa mm. twajifanya tupenda kuficha siri za ndani ina athari, lakini haina athari siri za ndani kuzificha ficha, hasa hizo mambo ya kupigana pigana, hii ni kitu kibaya sana na, na mke ni haramu kupigwa bwana, yeah ni haramu alafu pia mimi nataka nikazie kwa wazazi mm kwa sisi wazazi. Ndiyo. Mzazi unapoletewa kesi na mwanao mm. Mama bwana, mimi fulani kanitishia mm. mume wangu akirudi wa usiku ana kazi ya kunifinya. Liharakie hili. E, usimwambie tu, oh, nenda kavumilie ndoa mm. ni mavumiliano. Hakuna kuvumilia kwenye kupigwa. Utavumilia vitu vingine, lakini sio kupigwa na kuvumilia yes. samani kidogo ni kazie mm. kuvumilia mm. zamani sisi ambao tumeolewa zamani ambao sasa hivi tuna arobaini na ngapi na hamsini, tulikuwa tunavumilia vizuri sana. Ndiyo, sio kwa huu utandawazi ambao tuko nao. Ndio maana narudia tena tupige kelele wenye uwezo wa kufungua media fungueni media, mtulete watu kama sisi ili jambo tulipigie makelele ili tu, tulitokomeze, tushirikiane yani. Serikali na wazazi tulipigie kelele, mashehe kwa, kwenye mamembari, mapadre ma, ma kwenye mamembari, tulipigie kelele ili jambo la ukatili. Tukisimama kwa pamoja, wazazi, mashehe, serikali, tunaweza anasema tukisimama kwa pamoja kila mmoja kwa nyajifa zake na wakati tofauti, ajaribu kulizungumza hili kwa vile ambavyo wamejaliwa na Mungu kwamba hili jambo linawezekana. Usipoyafanya leo unaweza ukaulizwa kwa nini ya kusema, kusema na ulikuwa unaweza kusema na haukusema. mm-hmm. Huyu hapa ni mbuji wa lugha ushinadhimu ya Kiswahili ni Gabo mwanangwa wa Zigamba, nimelambaza kiasi tu hivi, lakini bila shaka umenielewa. Kuna hichi kitu ambacho umezaa na binti alafu umelipa mahari ujaja kuoa, umeenda kumuoa mwingine. Siku unakuja unataka kupasha kiporo, utauawa laana kum <laughs>